Hebu fikiria ulimwengu ambapo soko dogo la kijiji, eneo ambapo watu hukutana kubadilishana bidhaa, kubadilishana tabasamu na kufahamu habari za kijamii, linainuka na kuwa nguvu ya kimataifa. Hebu waza mahali ambapo harufu ya karafuu, tangawizi, chai ya mkono na vinyago vilivyokatwa kwa ustadi si tu vinanunuliwa na majirani, bali vinavuka bahari na kuingia kwenye majumba ya watu Asia, Ulaya na Marekani. Ulimwengu ambao mila za wenyeji zimekuwa si tu urithi wa kuona na kujivunia, bali silaha ya mafanikio ya kimataifa. Lakini swali linabaki, ni kwa namna gani desturi za kawaida zilizorithishwa kutoka kwa babu na bibi zinageuka kuwa bidhaa za thamani duniani? Ni vipi ubunifu wa wajasiriamali wa Kitanzania unavyogeuka maarufu kimataifa, kana kwamba hakuna mpaka unaoweza kuuzuia? Safari hii ya mafanikio haikuanza jana. Ilianza zamani katika kijiji kidogo chini ya kivuli cha mbuyu mkongwe, pale ambapo mama mmoja alikuwa akiponda viungo kutengeneza dawa za asili. Ilianza pale ambapo mzee aliyekuwa mkata miti aliona thamani ya kugeuza magogo kuwa vinyago vyenye simulizi. Ilianza pale ambapo vijana walikuwa wakitengeneza mapambo ya shanga bila kujua kuwa siku moja ulimwengu utayavulia kofia kazi zao. Na leo tunaona matunda ya safari hiyo. Wajasiriamali wa Kitanzania wanathibitisha kwa dunia kwamba tamaa haina mipaka na werevu unaweza kushinda ulimwengu. Kila bidhaa wanayoitoa inabeba ujumbe mmoja, mila zetu ni hazina, na hazina inaweza kutawala dunia. Chukua mfano wa Birehema binti kutoka Mwanga, Kilimanjaro. Alikuwa akimsaidia bibi yake kutengeneza sabuni za majani ya mkaratusi na mafuta ya mwarobaini. Kile kilichoonekana kama shughuli za kawaida za kijijini, leo kimekuwa biashara inayotumwa Marekani, Kanada na Ujerumani. Lakini je, nguvu yake iko wapi? Ni rahisi kuieleza: aliuza hadithi yake, si tu bidhaa. Aliwaeleza watu duniani kwamba kila sabuni ina aromatik inayotokana na ardhi aliyokulia misingi yaliyofundishwa na bibi yake na mapenzi ya utamaduni wa Kiafrika unaojivunia tiba za asili. Ulimwengu ukamwamini. Halafu kuna vijana wa Zanzibar waliogeuza mapishi ya vyakula vya asili kuwa bidhaa za kipekee za kusafirisha nje. Hawakubadili ladha, hawakupunguza utamu, waliifanya sahani ya jadi kuwa hadithi ya maelfu ya miaka. Na wageni walipopata nafasi ya kuonja, waligundua kuwa ladha ya utamaduni wa kweli haiwezi kushindanishwa. Mafanikio haya si bahati, ni matokeo ya mchanganyiko wa tamaduni, mila, juhudi na kuona mbali. Wajasiriamali hawa hawakukimbia utamaduni wao ili kufanikiwa, waliuweka mbele kama alama ya thamani. Duniani kote, watu wanatafuta bidhaa zenye roho, bidhaa zenye simulizi, na Tanzania imejibu mwito huo kwa nguvu mpya. Katika kila kijiji kuna hadithi ya mafanikio inayosubiri kuandikwa. Kuna msanii wa vinyago anayesafisha mbao kwa ingwi ya asili. Kuna mama mjane anayefuma vikapu kwa mikono yake. Kuna vijana wanaotengeneza nguo zenye uchoraji wa Tingatinga. Kuna wakulima wanaopanda viungo bila kemikali. Kila mmoja wao ni sehemu ya simulizi kubwa. Simulizi ya Tanzania inayotembea duniani bila kupoteza mizizi yake. Leo dunia inabadilika kwa kasi. Teknolojia inafungua milango ambayo zamani haikuwepo. Lakini bado katikati ya mabadiliko hayo, bidhaa zenye asili, zenye utamaduni na hadithi, ndizo zinazopendwa zaidi. Na hapo ndipo Tanzania inapong'aa, kwa sababu hapa utamaduni hauishi, unakuwa. Hapa mila hazina vumbi, zina nguvu. Hapa wajasiriamali hawafuati dunia, wanaipa dunia sababu ya kuja kwao. Na safari hii ndiyo tunayoichunguza leo safari ya kuona kwa macho yetu jinsi kijiji kinavyoweza kufungua dunia nzima. Safari ya kugundua kwamba mafanikio ya kimataifa yanaweza kuanzia katika banda dogo la soko linalojengwa kwa mabati na mianzi. Safari ya kufahamu kwamba ubunifu wa Kitanzania ni mkubwa kuliko ramani ya Afrika Mashariki na unaweza kuangaza kokote duniani. Kwa hiyo unapofikiria kuhusu biashara, usiwaze makampuni makubwa pekee. Waza kijiji eneo dogo linalobeba hekima ya vizazi. Waza mama anayetengeneza sabuni, kijana anayeuza shanga, msanii anayepamba mbao, mkulima anayepanda viungo. Hawa ndiyo mabalozi wa kwanza wa Tanzania katika masoko ya kimataifa. Na unapowaza mafanikio ya dunia, usiwaze mbali. Waza mizizi, waza utamaduni, waza thamani ambayo hakuna mtu mwingine duniani anayoisipokuwa wewe, kwa sababu kweli ni huu Dunia inatafuta kitu kipya na Tanzania ina kitu cha kipekee. Dunia inatafuta bidhaa zenye roho na Tanzania ina roho ndani ya kila kazi ya mikono. Dunia inatafuta hadithi na sisi tuna hadithi zisizoisha. Jiunge nasi tunapoendelea kuibua simulizi za mafanikio, simulizi za utamaduni na simulizi zinazothibitisha kuwa hata kama unatoka kijijini mafanikio yako yanaweza kuonekana duniani kote. Karibu kwenye safari hii ya maono, ujasiri, mila, ubunifu na ushindi.